Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi Alexi kuachiwa huru, ngawajekatuka kwa faini ya milioni tano kwa sababu ya kukemea ushoga. Tunamshukuru Mungu sana sana sana, kwa sababu bado ubaya unatakiwa uendelee kukemewa na kukataliwa katika jamii. Ikiwa ubaya utaendelea katika jamii Fikiria kizazi kilichopo sasa na uharibifu uliopo saizi. Mtu wa Mungu, mimi nikwambie kama tukiacha mambo yaende hivi yalivyo, dunia hii haitakuwa hivi ilivyo. Kwa hiyo tumekusudia kufanya mema kila itwapo leo hata kama mtu atakuumiza, utalia na nyamaza na umizwa tena na lia na nyamaza, basi naendelea na maisha mengine. Namshukuru Mungu sana kwa hiyo na kwa ajili ya watu wote mlioomba maombi. Mungu wabariki sana sana sana.